wagonjwa wa saratani wameitaka serikali kuongeza fedha wanazotengewa katika bima ya SHA kutoka laki nne hadi milioni moja na laki mbili wakisema kuwa gharama ya matibabu ni juu mno. Baadhi ya wagonjwa hao ambao waliandamana hapo jana jijini Nairobi wanasema imewalazimu kuacha matibabu katikati na kusababisha vifo vya wengi. Mwanahabari wetu Emily Chebet anasimulia kisa cha Agnes Washeke ambaye yuko kwenye njia panda. Agnes Waseke alipatikana na ugonjwa wa saratani ya matiti mwanzoni mwa mwaka huu. Alianza matibabu yake katika hospitali ya kimishonari ya Kijabe. Agnes alilipia bima yake ya SHA ya mwaka mzima kama vile inavyotakikana na amekuwa akipokea matibabu hospitalini humo. Nikawekwa hiyo kemo hiyo sita, kuwekwa hiyo kemo sita, hapo ndio niligojekea sana, nikaraswa tena hiyo hiyo hospitali Kijabi nikakaa siku kumi na mbili nikaambiwa mpaka nipate nguvu ndio niendelee na shidano. Agnes aliandikiwa sindano kumi na nane ambazo alitakiwa kudungwa kila baada ya wiki tatu, sindano moja ikigharimu kati ya shilingi elfu arobaini na hamsini, kando na gharama zingine za hospitali. Agnes alilipia bima ya SHA ya mwaka mzima akiwa na matumaini ya kupata matibabu bila kusumbuka, lakini baada ya sindano nane na matibabu mengine, bima hiyo haimsaidii tena. Hiyo sindano ilisimama wakati niliraswa kurudi sasa ku, ku, kurudi tena. Saa ile nilirudi, ndio nilienda nikaanza kudugwa hiyo sindano tena. Kufika tarehe mwezi iliisha ndio nilienda nikaambiwa siwezi tibiwa kwa sababu pesa yangu ili imeisha. Kwa sasa ugonjwa wa saratani umetengewa shilingi laki nne, hela ambazo wagonjwa wanasema hazitoshi na kuwalazimu wengi kuacha matibabu katikati, hatua inayosababisha saratani kusambaa zaidi na wakati mwingine kuishia kwa mauti. Siwezi pata hata kama ni kumi wacha 40 hata tano zinapatikanaje? Juu hata fea kutoka hapa kwenda Kijabi tulikuwa nasumbuka sana juu, tukifika hapo, tukifika tu kuona daktari tunalipa elfu tatu kwanza, kuingia tu elfu tatu ndio tuende kwa system. Unaona sasa, na hapa fea tumeenda na kurudi, lazima niperekwe. Tumeremewa sana, nikaona sasa, ninaona tu Mungu ako na mpango mzuri na mimi ya kuishi. Wagonjwa hao sasa wanairai serikali kuangalia na macho ya huruma na kuongeza mgao kwa matibabu yao. Emily Chebet, Runinga ya Citizen.